fanya endapo wananchi wa Peramiho wananchi wa Litisha mtanipa ridhaa ya kuongoza jimbo hili, tumeona viongozi, kiongozi aliyepita yale aliyofanya, sasa ni muda wa Anna Kapinga kufanya yale ambayo nimepanga kuyafanya. Jambo la kwanza, endapo mtanipa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hili la Peramiho, nitahakikisha tunajenga barabara zote kwa kiwango cha rami inawezekana, wataalamu wengi, nasema inawezekana katika jimbo hili. Kwanza tuna makao mawili ndio, lakini pia mimi nitakuwa kiherehere pale bungeni kuhakikisha kuwa napigania jimbo langu linapata barabara na nini. Tukiangalia hii barabara ni ya muda mrefu sana hii, Peramiho, magima Litisha niamda mrefu kungekuwa na uwezekano wa kuitengeneza hii barabara. Siwezi kuwalaumu waliopita, ila mimi kwa nafasi yangu, kama nitapata nafasi hii, nitahakikisha kuwa natengeneza barabara hii ya kutoka Peramiho pale senta mpaka huku Litisha na kuendelea kiwango cha lami, inawezekana ikisha inawezekana lakini, kitu kingine, mkinipa ridhaa ya mimi kuwa mbunge nitahakikisha chakula cha watoto shuleni watoto wa shule za msingi ni bure, yani kitoka nyumbani, shule, mtua kitoka nyumbani akienda shule mtu wa shule ya msingi apate uji apate chakula cha mchana. zina jengo la mabweni, tunaona mabinti zetu wanalagaika. Kwa kwa mfano kwa mfano utakuta mtu anatoka, anasoma tuseme, wa magima ndio wanamlagai anawaanowamagima sindio? ajakutana kila shabani mmoja amesharibiwa malengo yake, lakini kama mtani mtanipa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hili, nitahakikisha shule zote za sekondari zinajengwa nini mabweni katika jimbo hili na hilo linawezekana. Tunaelewana, jamani? Litisha safi. Boda boda simpo hapa jamani? Mtasema na nyinyi boda boda kidogo. Namba moja, Kama mtanipa nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo hili nitahakikisha ya maisha kipipi ni kutoa tu nini elimu boda boda. Leo tunaona bodaboda katoka boda zake hapa, akishaanguka hapo chini akavunja magunja mguu ina maana maisha tameishia hana msaada mwingine, lakini boda boda huyu leo ukimwelekeza akapata bima ya maisha inamaana hata kama atavunjika mguu bado familia yake itaendelea kufanyaje kuishi vizuri. Nini kinashindikana? ni viongozi tu uelewa viongozi mkopo labda benki si ndio, eh vigezo na masharti vinakuwa ni vingi no, no, lakini no, no. Kama kiongozi ambaye no. amemchagua no. yuko vizuri, inawezekana kiongozi akaenda akazungumza na mabenki. Leo hii wanawake wakawa na akaunti, mwanamke mwanamke ukawa anaweka elfu mbili mbili kwa siku si ndio, eh kama vile kibubu, mwisho wa siku ukafanya hili tunaweka pembejeo zinakuwa bei rafiki zaidi, kwa sababu inawezekana leo hii tunaona mgeni kama shilingi elfu sabini na moja hivi, si ndio eh? 80 bwana eh, gharama ni kubwa mtu kuafford. Uh, bei ya mbolea inakuwa ni nini, inakuwa ni ngumu, lakini kuna uwezekano wa mgeni hiyo hiyo wewe mwananchi ukaipata kwa shilingi elfu sabini na moja inawezekana. lakini kitu kingine nitahakikisha naweka ukaribu baina yangu mimi na wananchi. Mimi nitakapokuwa mbunge, nataka niende bungeni nikasemee uh, matatizo ya wananchi, yaani wananchi ndio mniambie bwana nakaseme hivi, sio mimi nikaseme ya kwangu su ana jamaniii ye? yeah. nitaweka ukaribu baina yangu mimi na wananchi wananchii oh, mimi niweze kwenda kusemea kero zenu nyinyi wananchi kule bungeni. Lakini jambo lingine nitahakikisha ya kwamba wananchi wanashiriki kwenye matumizi ya mfuko wa jimbo. Mnajua kama kuna mfuko wa jimbo eh? Hao hamjui mfuko wa jimbo upo na unakuwa na pesa, na kazi yake ni matumizi ndani ya jimbo. Sasa kutokana na viongozi ambao tuko nao, hatujui pesa zinaenda wapi, zinatumikaje, zinaliwaje. Kwa hiyo sasa, endapo mimi nitakuwa mbunge wa jimbo hili, nitahakikisha kuwa wananchi mnashiriki kupanga matumizi ya pesa ya mfuko wa nini? Wa na hiyo inawezekana kwa sababu kikao na wananchi, wananchi wanakuambia bwana, bwana wewe, hapa daraja ile hapana, ama bwana, tusaidie inafanyaje, inawezekana. Kwa hiyo niseme tu, uchaguzi ni wa kwenu ninyi wenyewe wananchi, kwenye uwezo wa waku, wakunipitisha mimi kuwa mbunge ni nyiye wananchi, lakini pia nyiye ndio mna uwezo tu mimi niwaombe, nipo chini ya miguu yenu, mnipatie kura na waahidi sitawaangusha, kwa sababu mimi ni kijana ambaye ni mpambanaji mchapakazi, nguvu ninazo, uwezo ninao, kilichobaki ni nyinyi tu kunipatia nafasi ya kuweza kuliongoza jimbo hili. Niwape pole wana jimbo la Peramiho kwa yale yaliyotokea analoliamua Mwenyezi Mungu ndio huwa siku nyingi tumepita hapa Peramiho, tuliyoyaona mlizoea chama kimoja kile chama cha kijani, na sidhani kama huku walikuwa wanafika wanafanya kampeni, la hasha. Sasa hivi mmeona vyama vimekuja, mmesikiliza sera za vyama mbalimbali Mnachotakiwa mwende mkazichanganue zile sera za vyama, tarehe ishirini na sita mwezi wa pili, msije mkaenda kufanya makosa. Wakati mwingine hawafiki maeneo kama haya, na ndiyo maana mnabaki na changamoto zenu zile zile za barabara. Ni kwa sababu huwa mnafanya makosa, mnakwenda kuchagua chama kimoja, chama cha yena yena. Wanasema wembe ni ule ule. Sasa ndugu zangu, sehemu zote zenye mabadiliko ya kimaendeleo huwa wanaamua kuchagua chama mbadala, na niwaombe wanalitisha chama mbadala ni chama cha ADA TADEA. Mkifanya makosa mkarudia tena kule kule, mtalia na kusaga meno. Niwaambie siri moja hiki chama kinachotawala miaka yote, huwa wao wanapima wananchi wanaamua kumchagua nani. Mkimchagua tena kutoka chama kile kile, wao huwa wanaona kule hakuna matatizo, ndio maana wameamua kuchagua chama chetu. Mtakapo kwenda kuchagua chama kingine, wao huwa ndio wanakuja wanasema, tulikosea wapi hawa watu wakachagua chama kingine. Niwaambie, tarehe 26, muende t mwende mchamchague Anna Danieli Kapinga.